Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hakika katika kuumba mbingu na ardhi zipo ishara, zipo dalili liuli albab, kwa watu wenye akili, wenye akili ambao Allah anasema

wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wamesimama wakiwa wamekaa wakiwa katika vitanda vyao, wayatafakaruna fi khalqi samawati wal ardi, na wanatafakari juu ya uumbaji wa mbingu na ardhi. Kutafakari ni miongoni mwa mambo makubwa sana. Kutafakali kunatupa majibu kuhusiana na uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutafakali mambo kunatupa ufumbuzi wa mambo yaliyofichikana. Elimu hii ya tafakkur leo imepotea katika maisha yetu, imepotea katika mjitamaa wetu. tunachokiona na macho yetu hatukiingizi katika akili yetu na kukitafakari. Leo kwa kuwa mashekhe hawataki kumtangaza Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya misikitini na mitandaoni, watu wameleta fikra zao Wanataka watu warudi katika asili zao, watu warudi katika mila zao na kupandikiziana fikra kwamba hizi dini hizi zimeletwa na watu. Allah kuleta dini, Allah kuleta mifumo ya dini wanamjadili watu mpaka Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usipotafakari wewe Mwislamu, wapo watu watatafakari mambo kinyume na vile anavyohitajika. Katika masiku ya, ya karibuni hapa kuna wale watu ambao wanaitwa nani, wachukunozi, sijui. Kuna bwana mmoja kazuka naye juzi juzi hapa anakataa kuhusiana na swala la dini, amegusa sehemu mbaya sana na ikiwa mtu imani yako ya kulegalega, ikawa unatafuta pa kujishikia, pa kujipa moyo, kujipa matumaini, kwamba ah, bwana, haya mambo ya dini huenda ni kweli kabisa, dini tumeletewa, dini tumedanganywa, hakuna chochote, ukifa ndo kiama chako, hakuna kitakachoendelea, ukifa unazaliwa tena sehemu nyingine, ukifa inakuwaje, inakuwaje, inakuwa vile na mtu ukawa unatafuta pa kujishikia, ukisikia maneno kama yale, kwa sababu ni maneno tu ya kutumia akili, unaingia moja kwa moja katika kukubali, bila kuyaweka katika kichwa chako na kuyatafakari yale maneno. Wallahi, Uislamu umetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ni dini ya kweli, sio maneno kama hayo, maneno ambayo tumesoma huko katika vitabu hivyo vya sungura na fisi, tukayaleta katika jamii, tukakompia Qurani na maneno yetu ya uongo. Dini ya Allah subhanahu wa taala imekamilika, isipokuwa wale ambao wamepewa dini hawakutaka kushikamana na dini vile ambavyo inatakiwa, ndio tatizo mpaka leo. Watu wanaotukana Uislamu tena wazi wazi, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu alipopewa maneno na Jibrilu akaambiwa, soma jina hili la Jibrilu, sijui limetokea wapi, yaani hoja ambazo hazina msingi kabisa. Uislamu Uislamu huu, ndugu zangu, katika imani, ukitaka kujua Uislamu ndio dini ya haki, kwanza ni dini ambayo inaendana na maumbile ya mwanadamu lakini pia tuna kitabu Qur'ani, ni muujiza mkubwa sana, muujiza ambao haujawahi kutokea, muujiza ambao wenye kuendelea tokea zama hizo mpaka leo mpaka kiama kitasimama, muujiza wake unaendelea, sio kama muujiza wa nabii Musa na baadhi ya manabii. Kwa sababu muujiza wa nabii Musa alaihi salam, muujiza wake ulikuwa tu katika ile fimbo yake, fimbo yake akiweka chini nazukanyoka ni katika wakati ule. Lakini wakati huu Allah subhana wa taala ametuletea Qur'ani katika zama za sayansi na teknolojia. Qur'ani ambayo Allah subhanah wa taala anasema, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifau wa rahmatu lilmuminin. Kwanza Qur'ani ni shifa. Ukitaka kujua kweli dini ya Uislamu ni ya kweli na ni maneno ya Allah, hakuna kitabu ambacho leo wewe utakitumia. Mtu kaja pale, anaumwa maradhi makali, kaletwa na bajaji hata kwenye pikipiki, inashindikana kabisa, kukaa ukamshika paji lake la uso ukamsomea aya zile za shifaa, yule mtu pale pale kwa idhini ya Allah anapona Afala yatadabbarun alquran, kwa nini hamuizingatie ya Quran au katika nyoyo zenu kuna vifundo? Wallahi, fikra kama hizi zikienea kwa vijana wetu wasiotaka kuisoma dini ya Allah, wasiotaka kumjua Allah subhanahu wataala, ndo nani? Fikra zikaenea vizazi na vizazi, watu wakaacha ibada, watu wakaona misingi hii ambayo wanaenda nayo ni wa sawasawa, watu wakaombe, kwa sababu yule bwana anafikia hatua mpaka anasema Zamani wazee wetu walikuwa wanakwenda kwenye miti mikubwa mikubwa, wanaomba mvua na mvua inanyesha. Ni imani tu? La, sio imani, ni ushirikina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaletwa na Allah, na Allah akasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani abudu Allah wa jtanibu at-taghut. Wa laqad ba'athna, kwa hakika tumetuma fi si kulli ummatin, katika kila umma, rasulan mtume maalumu, awambie watu anibudu Allah, abuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wataal wajitanibu taghut, na mujiepushe na mambo ya kishetani na mambo ya kitauti. hali tulizokuwa nazo za kimaisha, hali tulizokuwa nazo za kiuchumi, hali tulizokuwa nazo za kifamilia, hali tulizokuwa nazo za miili yetu, si hali nzuri.

Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, Allah subhanahu wa ta'ala anapiga mfano. Watu wanakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika surati Qafu Allah ameelezea, lakini pia katika sura Yasini Allah ameelezea. Watu wanakwenda makaburini, watu wameshakufa, ngozi zimeoza, mifupa mitupu, anachukua mifupa. Wanamfukua mtu ambaye amekufa, wanamfukua mtu ambaye amekufa mifupa inasagwaswagwa inakuwa unga, anaenda kupuliziwa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, qala man yuhillu dhama wa hiya ramim, nani ambaye anaweza tena? Eti Muhammadi, unatuambia wewe sisi tukifa Allah subhanahu wa ta'ala atatuwisha tena upya kama tulivyokuwa zamani? Ah, ni maneno ya uongo Muhammadi, Allah anawezaje kufanya hivi? Mungu wako ni uongo kabisa.

Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo huyo huyo ambaye atakufufueni tena kwa mara nyingine. Katika katika sura Suratul Qiyamah, Allah akasema: ayahsabu al-insanu allan najma'a idama, hivi mwanadamu anafikiri ya kuwa yeye atotoweza kuikusanya mifupa yake? bala qadirina ala an nusawwiya banana sisi tunaweza tunaweza kabisa kuweka sawa sawa mpaka ncha za vidole vyake. Unafungua smartphone yako na fingerprint, umeenda kupiga kula kitambulisho cha Nida, umeweka hii fingerprint yako. Allah akikufufua siku ya Kiama, kila kitu kinarudi vile vile kama ilivyokuwa zamani, ukiweka okay katika simu yako simu inafunguka, mambo yanakuwa vile vile kama zamani. Huo ni uweza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa kuanza kubisha leo, majibu yakaja tena ya waziwazi wazi kabisa, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawapa majibu, watu wakaona kwa macho yao kwamba kweli Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu na mwenye

ataishi maisha ya dhiki, wanahshuruhu yauma alqiyamati, ama na siku ya kiyama atafufuliwa kipofu. Wallahi ndugu zangu katika imani hii, aya tuizingatie na tuifuatilie, tuiweke katika vichwa vyetu wa man aradha an dhikri yoyote mwenye kusahau mwenye kupuuza utaje wangu ukumbusho wangu, bila shaka ataishi maisha ya dhiki, maisha ya taabu. Ona hapa tu tunaishi maisha ya taabu, tunaishi maisha ya dhiki, hatuna furaha, mambo yamekuwa mengi ya taabu, mambo yamekuwa mengi ya dhiki. Lakini je, tunapoziingiza sasa katika fikira zetu mambo haya, tukasahau ukumbusho wa Allah, tukasahau Qurani, tukasahau maneno ya Allah, maneno ambayo Allah anatuambia yoyote mwenye kupuuza na kusahau Wataishi maisha ya dhiki na siku ya kiama tafuliwa kipofu, qala rabbi limahsharatani a'ma wa qad kuntu basira, mola wangu mbona umenifufua kipofu? aliyakuwa nilikuwa nao na mimi duniani. Qala atambiwa kadhalika, hivyo hivyo, atatka ayatu na zilikujia aya zetu, fanasitaha, ukazisahau. Kadhalika leo matunsa na wewe vile vile, leo tunakufufua aliyakuwa ni kipofu.